E, bwana, mambo vipi? Naitwa Ray Mika na hapa ni RMG Gospel TV, nikiwa na dada yangu hapa, kama unavyomuona. Leo nimebahatika kukutana naye na maswali mawili matatu ya kuongea naye. Dada, habari yako? Nzuri. za kwako? Mzima. unatokea hapa KC au sehemu zingine? No, mimi niko hapa KC na kulingana na msiba huu, una kitu cha kuambia watazamaji au una kitu cha kuambia vijana ya yeah, kuhusiana na msiba huu? Kwanza yani, tuna huzuni mkubwa kwa sababu tumempoteza mama yetu hivyo na nitoe pole sana. Na kuna vijana ambao labda hawafiki misibani wengine ambao hawatoi michango, una, una kipi mm, cha kuwambia chakuwambia? Wanatakiwa wakuwa naweka michango na msibani, pia wanatakiwa wakuwa wanafika, kwa sababu msiba iko kwa kila mtu yeah, inatakiwa hivyo. Nashukuru sana kwa muda wako, ulikuwa nami Ray Mika na hapa ni RMG Gospel TV, na ni kushukuru ambao naitazama kwa siku ya leo au kwa sasa hivi. Mungu akubariki sana, asante kwa muda wako dadangu. Asante, nashukuru sana mm -hmm. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV. We depend on each other